Mheshimiwa mbunge wetu, mpendo wetu mbunge, pamoja na na, na shukrani nyingi sana vidhaa ukienda kwa mama yetu mpendwa ni walimu mpaka akatuletea Samia kliniki, ambayo sasa hivi walimu wameshaanza kuona matokeo. Walimu wa Monduli walienda Karatu na wengine wakaenda Arusha, wakaenda kuhudumiwa na Samia kliniki, kikasema si walimu wote wenye nauli ya kufika mahali palipoitwa. Akaahidi kwamba mwalimu yeyote ile ndani ya siku 14 na au ameshasatuliwa tatizo lake hivyo alivyosema, hmm. Mama Samia kwa kutumia kiliniki yake naamini matatizo hayo yatatatuliwa, hmm. Lakini ndugu mheshimiwa mbunge wetu, bado tuna miradi ambayo tumeanza sasa tangu 2 2020 kuonyesha kwamba chama cha walimu wilaya ya Monduli kipo hai na tumeendelea kuhudumia wahitaji wataaluma ambao wanajengwa kwa ajili ya utulivu amani. hata njebatuonaaa wilaya anuni tuna mradi na jengo letu la ofisi ya chama cha walimu lina ukumbi mkubwa ambao unaweza kubeba watu zaidi ya mia moja na kitu, lakini ina ofisi za kutosha kwa ajili ya ya huduma za walimu. Ofisi hiyo iko karibu na mahakama ya mwanzo. Mheshimiwa mbunge, karibu, tuna ofisi yako ni shughuli za maendeleo kwa wa wilaya yetu, ni vitu ambavyo tunasema ni bahati kupata huduma kama hiyo. Tukawapongeza hawa kwamba ofisi hiyo imetokana na wao, hatuna fedha zozote zilizotoka nje, fedha zilitoka ndani yao kata asilimia kumi na tano ambayo mara nyingi tunawapelekea baada ya miezi mitatu, lakini na kufria ousi ambayo iendesha ofisi ili tuendeshe ili tupate ofisi ambayo tutahama kwenye eneo la Mpanga halafu tuwe na jengo letu la kufanyia sasa vikao vyetu, lakini pia ofisi ambayo mwalimu akiwa na shida apite pale na apate huduma. Kubwa tulioingia ni ambao tunaongozana wote kwenda Meserani kwa walikuwa wanatusubiri tumaze kamati ya siasa, nikawaambia kuna mwaliko mkubwa huu, lazima nipite kwa heshima angao kusalimia kwa amekuja kunisindikiza. Niseme tu kwa ambao wamfahamu mimi ni chimbuko la baba mwalimu, mama mwalimu. Mimi ni chimbuko lenu kweli kweli. Kwa hiyo hata kuna sehemu mkiona kidogo nakuwa nakosea kuhusu maslahi yenu, naomba msisubiri ofisi, msisubiri jukwaa lolote, karibuni hata nyumbani. Na kwa wale ambao ni wamama Karibuni hata mnifinye kidogo, mnaruhusiwa kabisa, pasipo shaka. Mimi ni mwanafamilia mwenzenu kwa kila namna ile, ni mwanafamilia mwenzenu. Mnibebeshe majukumu, mnibebeshe majukumu. Amenichomekea katibu leo, sisemi mimi chochote leo <laughs> ni siku ya jambo lenu eh, lakini na mimi naomba msisahau mnishike mkono saa zote, popote napokosea, mnishike mkono kama ndugu yenu kabisa. <coughs> Nimalizie. <clears throat> Nilikuwa natamani tamani, mheshimiwa mwenyekiti, nikija kwenye mkusanyiko kama huu wa walimu, nichokoze ni mada ambazo zitaibua mijadala ya walimu ambao watakuwa wanatumika kwa wilaya yetu ya Monduli watakuja kuwa kama watumishi. Kwamba wilaya ya Monduli ni moja ya wilaya za jamii ya kifugaji ni moja ya wilaya ambazo zilikuwa nyuma sana kielimu, nyuma sana kielimu kwa sababu nyingi siwezi kuzielezea, kwa sababu nyingi tu, lakini zaidi kwa sababu ya mila. Kwa hiyo kielimu tulikuwa nyuma sana, lakini kwa sababu hiyo hiyo tulipata viongozi ambao walitambua jambo hilo. Na niseme wakati ule mzee Lowassa aliona kwamba jamii ya kifugaji hii, tutaambiana mambo mengi, lakini bila elimu hatutaweza kuvuka. Kwa hiyo wakasimama kidete sana na jambo lile la shule za kata likaasisiwa hapa wilaya Monduli, likaasisiwa hapa wilaya Lika ya Monduli. Lakini kwa maana, kwa wakati huo ilikuwa ili kusaidia jamii yetu ambayo ilikuwa nyuma siku nyingi, lakini kwa kupitia nguvu hizo hizo wakalazimisha. Kwa hiyo shule zetu zote zile za sekondari zikawa shule za bweni lakini ikasaidia hata na wilaya zingine za jamii ya kifugaji, ili watoto wasitoroke kurudi majumbani. Lakini agenda ile ndiyo ikabebwa, ikawa agenda kitaifa, wakati mzee akiwa waziri mkuu. Sasa napendaga sana mwenyekiti na katibu kwamba natamani mafanikio ya elimu, mafanikio ya elimu ya mtoto darasani mtoto wa Monduli mafanikio yake ya reflect kwamba Monduli ndio walioasisi shule za kata nchi nzima. Kwao mnavokaa mnavyokaa kwenye mkusanyiko huu, pia mwenalo nalo kichwani, ili angalau tujue tunafanya vipi ku improve grade zetu za watoto. Kumalizia mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa kwenye semina ya Tehama kama mwezi uliopita ikiwa unaongelea uchumi wa kidijitali na, na pale walikuwa wanaongelea sana somo la Tehama. Na pale e, somo la Tehama lilikuwa linajadiliwa kama somo au nyenzo ambayo inaweza kutafuta fursa za kiuchumi za mtoto kijana wa Kitanzania bila kutegemea ajira ya moja kwa moja. Kwa hiyo walikuwa wanajadili pale, na nikasema ni mjadala mzuri kuwachokoza hata wenzangu wadau kama wa Monduli. Tayari mama Samia ametusaidia, tunapata umeme sehemu nyingi sana. Somo la tehama, mtu mmoja kwenye mjadala ule ambao ulikuwa unafanyika hapa Arusha, Papu Towers, akasema watoto wana ujuzi tofauti. Tunajua serikali ina promote jambo la VETA sana, lakini wakasema generation yetu sisi tulikuwa tunamaliza chuo kusubiria ajira, lakini leo kuna mtoto ana miaka kumi au kumi na mbili anauza content yake kwenye YouTube na anatengeneza hata milioni ishirini kwa mwezi. Kwa nini leo kwa teknolojia ambayo inaturuhusu na tunao umeme kila sehemu, kwa nini na sisi tutuwaruhusu watoto wetu wakawa na ubunifu ambao ukawapatia fursa za kiuchumi kama watoto wengine popote pale duniani kama watoto wengine popote pale duniani? Nimeona mkusanyiko huu nikasema angalau niseme hili. Najua leo vichwa vyote viko kwenye uchaguzi lakini angalau na hilo nichombezee mkusanyiko huu pia muweze kujadili. Na hayo, tumekuja kwenye agenda ya uchaguzi. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti umeelezea vizuri kuhusu jengo letu, na umeongezea umeongelea vizuri jinsi ambavyo walimu wamejipanga na wanajipanga kuendelea kutoka kwenye ile nyumba ya kupanga.